Watazamaji wa chano yetu ya Bataz Local Poultry Breeders na wasalimia sana katika jina la Bwana. Poleni sana na majukumu. Hii ni Bataz Local Poultry Breeders, wafugaji wa kuku za kienyeji. Leo ndo tumepokea kuku zetu kutoka kutoka mashine ya kutotolesha au hachare, na hii ndio brooder yetu Bruda ndio ni sehemu tunapo kuku au tuseme vifaranga vya kuku. Sasa hivi ni vifaranga vya kuku za kenyeji, sisi ni wafugaji wa kuku za kenyeji lakini tunafuga napu, hizi kuku kibiashara. Hili sehemu ni, na naku na, na, na, na, na, na, na, tunazunzia kuku zetu hivi hii vifaranga mwezi mzima. Wakati huo waka, tunazihudumia tunazichanja, sababu vinachanjwa kila baada ya siku saba ndani ya muda wa mwezi mzima. Na ndani ya huo mwezi mzima hivi vifaranga zinawekewa chakula zinawekewa maji, vinachanjwa, na hili jiko letu la moto kwa sababu hivi vifaranga havina manyoya ya kutosha ya kutunza joto. Ndio maana tunaweka ili jiko na moto tayari umesha washwa ili vipate joto la kutosha. Kama unatazama chaneli yetu ya Bataz Local Poultry Breeders kwa mara ya kwanza, tunakuomba kwamba like, share au share ufanye kushare video zetu na marafiki, ndugu na wajamaa ili chaneli yetu. Utakuwa ukifanya hivyo, utakuwa umechangia chaneli yetu kukua. Ikikua tutafurahi sana na wengi watapata huduma zetu. Bataz Local Poultry, tunapatikana kijiji Masulita cha wilaya ya Wakiso nchini Uganda, tupo mita mia ukipita kanisa ya Yesu wa Kwagala au Yesu anakupenda. Kuku za kienyeji, ni kuku nzuri sana na ni biashara inayolipa kweli, kwa sababu hizi kuku ivi vifaranga naziona, hatujavinunua tumetoa mayai kutoka kwenye parent stock yetu au kikundi kizazi cha kuku zetu tukapeleka kwenye mashine ya kutolesha. Sasa leo ndio tumezipokea navyoona sasa hivi vimeshalipiwa. Kuna wateja wetu wanayotaka vifaranga ya mwezi sasa hivi, ndio leo ndio siku ya kwanza tunavitoa keka kutiniga kwenye brooder au sehemu uh, tunavyolelea vifaranga. Baada ya mwezi mzima, zitakuwa zimeshaota zimeshaotesha manyoya na zitakuwa kweli vitakuwa sasa vinaweza kufugwa kwenye system ile inayojulikana kama free range system, au njia ya kufuga kuku ambaye kuku zenyewe zinajitafutia chakula. Zitakuwa zinaweza, kwa sababu baada ya mwezi mmoja hivi vifaranga vinaweza kukimbia ndege zile zinazokula vifaranga au wale wanyama wadogo wadogo u wanayekula kuku sasa na kujitafutia chakula, lakini pia kuna wale wanaofuga kuku kwa wingi kama sisi, na wenyewe wanaweza kuchukua kuku hivyo. sasa na kuomba kwamba endelea ku, kuangalia chaneli yetu, endelea kutu follow, endelea kushare chaneli zetu, eh, video zetu, na kushare na wenzako. Hili jiko safi sana hili zinatunza moto kwa muda mrefu sana. Wa wafugaji wengi wanapata shida wakiwa kwenye brooder, na wengi kweli wanaogopa hiki e, kipindi cha kulea vifaranga vidogo vidogo vya hivi kwa sababu wanajua tu kwamba muda mwingine, wanaogopa kwamba muda mwingine moto unazima, wanaamka usiku sana ili wawashe moto tena. Lakini hivi jiko letu sisi tunafanyia kazi vizuri kabisa, na ukumbuke kwamba sisi tunafundisha wafugaji wanaoanza. Sasa ukija kwenye mafundisho tunakufundisha na namna ya kupanga jiko kama hili. Kama mnavyoona haya ni matofali, matofali ya kawaida kawaida. Ukiwa unajenga sehemu kama hii ya kwetu, na hapo lipo nakapika kuna matofali hiyo yahiyo. Haya hayo ndio tunatumia kupanga jiko hili, navyoona hatutumii mchanga na simenti kwamba tunajenga kabisa, hamna. Tunayapanga tu katikati, kati ya matofali tunaacha aku ndogo ndogo, sababu kama jiko vikolivi visipokuwa na fasi za kupitia hewa kupitia hewa vinawezalikazima. Sasa hivi tunawacha pasi ndogo ndogo kati ya tofali moja na tofali nayopata ili mo, mo, mo, eh, hewa iweze kuingia moto uendelee kuwaka na pia tena moto au joto zinapita kwenye wataio yeah, aku yeah, ndogo ndogo joto linatoka ili mkuku hizi zipate ile joto tunazozungumzia. Ndo faida ya jiko hili. Lakini wakati tunalipanga, tunatanguliza tuna chini yake kwanza, tunatanguliza ndani. Tukimaliza kulipanga, tunaweka kokoto zile kama za, za kuchanganya zege, saizi ya hivyo kama inchi moja inchi mbili, kama jua likuwa likubwa au kokoto zikuwa kubwa lakini haya matatizo tunapanga tu, kama mnavyoona, tunataka tuwacha getu ndogo. Kwa nini ndogo? ili vifaranga zinaweza wakati matatizo yote zinaweza kaingia kupika penye kaingia ndani na kuingia ndani zitakufa hizo kwa ajali na auka hata kufuza kutosha. Ndio maana tunakwambia kwamba tunaacha getu ndogo ndogo, na kila kitu tunapanga tunaacha fasi ya hivi. Hii fasi inatusaidia sana. Vifaranga vinaweza kukaa hapa, vinaweza kukaa hapa, sio? Vinaweza kukaa hapa, Unaweza kukaa hapa na huku, kama unavyoona hapa, kifaranga tunaweza kikaingia, na huku vifaranga kama naona hivi vinne vinaweza vikaingia hapa vikapata, na vikiegemea hizi tofali vinapata vile joto unavyotaka vipati, na kama unavyoona vinafurahi, vina langeza kama unavyoona vinafurahi, kwa sababu kuna joto limeshasambaa sasa. Naisikia vizuri, vinasikia raha kwamba iko sehemu penyewe, kuna kuna kuna maisha, maisha yatakuwa mazuri, maisha yataendelea sasa. Tunakumbana tunakwambia kwamba endelea kuangalia video zetu, kuna mafundisho mengi kweli. Hapa moto unawaka, na baada ya muda tutaweka bati juu yake, na bati tunayoweka tunaweka kubwa na pana kuzidi hili jiko. Kwa nini tunaweka pana? Kila, kila sehemu zile bati zikipata moto, joto linasambaa, na ile bati sasa inarudisha joto chini. Sasa chini kote, chini ya bati ile vifaranga vinakaa vinapata ile joto, na inasikia vizuri. Na kama navona hapa sasa, naendelea kutoa hivi vifaranga vifaranga kada kuvitoa vyote ndo taweka maji lakini maji kutoka yale nayita ya ya, na ya, ya vuguvugu. Sio maji ya baridi sana, kwa sababu yana stress vifaranga vyetu. Aweka maji ya vuguvugu, naeza kuchukua maji ya moto kidogo, changanya na maji ya baridi, ndio uweke kwenye drinker vilevile vikaa tunavyotumia kuwekea maji ya kuku. Sasa haya maji yatakuwa hayana baridi, ubaridi ule wa vifaranga wa, wa, wa, wa, wa vyetu na tukimaliza baada ya alisali moja faranga, baada ya alisali moja maji, chakula, chakula, chakula, chakula langa, kama vifaranga vinakunywa yale maji ndio tunaweza chakula chakula cha hizi vifaranga chakula chakula cha hizi vifaranga ndio kama chakula kidogo kidogo kama bisbis kama ndio bisbis ndio uh, zinaozina zinakula sasa, kile chakula ni kidalili tu, kikifika ndani kikutana na maji au mate ya kuku kina nani kina kina kina nani vizuri kina kama kina kina yayuka kinakuwa kama kina vizoi kwenye yale mate au yale au maji huko inayokunywa, na chakula kile kina virutubisho vya kutosha, vifaranga vinakuwa haraka sana. Sasa well, na nawaomba na tu kama unatazama vifaranganakifarana uh, hizi uh, na hicho naitazama na kwa na mara na ya kwanza nakuomba tu ndugu ku comment ku like na ku share video zetu na ndugu marafiki na majamaa zako, ili chama yetu aweze kukua zaidi, na ikikua zaidi huduma zetu zitafikia watu wengi na wengi kweli. Bataz Local Poultry Breeders tunajenga hata vibanda vya kuku tunafundisha tunakoa na mafundisho kila Ijumaa saa nne mafundisho yanaanza hapa hapa tulipo sasa, na kuomba tu kwamba share video zetu, like, comment na kushare na subscribe, ili channel yetu ikue. Hii brooder tuka tunaandaa sisi, tunafagia tunatoa vumbi lile, utumaliza kufagia tunapuliza tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, dawa la kuua wale wadudu awale wadogo wadogo nasababisha magonjwa ya vifaranga. Baada ya hapo, tunaweka chii tunaweka maganda, maganda ya kahawa, ngoja ni kuonyesha cangla maganda ya, ya, ya kahawa hndo haya maganda ya vifaranga, baada ya kufagia na kupuliza lile dawa la kuua wadudu tunaweka haya maganda ya kahawa na tunayafunika na hii karatasi inayoitwa bruda pepa. Kazi yake kwa sababu vifaranga haviwezi vikatambua na kutofautisha chakula na, na maganda yale ya, ya kahawa, ndio maana tunafunika, lakini baada ya muda mfupi, siku kama tatu

Sasa haya, hiyo ndio ratiba yetu, na huo ndio ufugaji, na hiyo ndio kazi inayofanyika ndani ya brooder. Karibu sana tena, muangalie video zetu, na tutaendelea kufundishana, tuendelea kushauriana huku na huku, ili kazi endelee vizuri tu. Karibu sana.